Joseph Kabila, rais wetu kuonekana hapa Goma, anatuletea furaha kwanza, sababu unajua ya kwamba nchi ya kwetu ilikuwa bado imegabolana imegabulana kwa namna ya ule utawala wa ubaguzi wa, wa, wa, wa makabila kugawa jeshi, uporaji wa mali ya serikali, wizi, rushwa vilikuwa vimekuwa alafu vya kushindana sana na zaidi kutukosesha sisi amani ya kutamka. Hatuna tena ruhusa ya kusema ni watu wa moja walikuwa wanaweza kusema, wengine hapana. Alafu kuja kwa Rais Joseph Kabila ambaye uh, ni rais wa chama chetu tena mustahafu wa Kongo, sisi tunaipigia mikono kwa sababu, kwanza mambo yale ya kugawa inji yanakwisha. Ni kusema wakati walituacha sisi kusema tunaokuwa katika utawala wa hawa watu wa AFC uh, na, na, na, na, na M23 walitufanya kuwa kama sisi tumekuwa bado inji nyingine, alafu kufika kwake akiwa mtu mkuu mtu mkuu wa kiserikali imeonyesha ya kwamba kuwa hapa sio laana, kuwa Goma katika mikono ya AFC sio laana. Hapana, ni baraka sawa vile, hii inabaki Kongo, si inji mpya. Na yeye baada ya hapa akiwa na mawazo ya kuendelea mpaka Kinshasa, anaonyesha umoja wa inji, na hii inatufurahisha sana zaidi sisi wanachama wa PPRD na kwamba zaidi tena sisi wakongomani tunampigia asanti sana, tunashukuru, tunamwambia karibu karibu kabisa, tunampigia vigelegele. Sunajua ya kwamba wakati bado alikuwa kijana wa miaka makumi mbili na kenda amekwisha kuwahi kuunganisha inji iliyogawanyika kuwa mainji matano akayafanya kuwa moja. Bado alikuwa mtoto sana, hana miaka. Leo anakuwa na miaka thelathini. Nafikiri ya kwamba ni muda mzuri kwake kuonyesha experience kwanza na ile ambayo alitumia hekima kubwa kwa kuunganisha wakongomani na kuunganisha inji akaunganisha vilevile vile, e, e, jeshi mbalimbali mbali. Tunafikiri kama sasa ni muda mzuri kwa yeye kufanya zaidi ya yale alifanya elfu mbili na tatu. Na Wakongomani wote wanatumaini ya kwamba hivi alikuwa na ule uwezekano sasa ni zaidi na bado furaha inaingia ya kwamba inji yetu tena itaboreka itaunganishwa zaidi, ni kusema atafanya mbele zaidi kuliko yale alifanya kutuunganisha sisi Wakongomani kufanya zile jeshi mbalimbali mbali za wale wa bandia ambao walikuwa wanapigana na inji, aliwaunganisha kuwa wamoja, akafanya serikali moja pahali ya serikali kama tano ya Bemba, ya Azariasa, ile ya Mbusa, akazifanya kuwa moja. Leo tunafikiri ya kwamba hii vuruguvurugu vurugu kati ya Chisekedi na nanga ataweza kuwaunganisha na wakongomani wengine wote, ambao walitupiliwa, watapata nafasi yao na watu wote kupata haki yao, na inji nyenyewe nye yenyewe ambayo leo unajua ya kwamba katika kivu ya kaskazini, mimi siwezi kutoka hapa kwenda Butembo kwa urahisi, nitalombwa kulipa kodi kama mwenye kuvuka enji nyingine. Lakini wakati yeye alimaliza ile ya mbele, tunatumaini ya kwamba sasa tena amani itarudi na enji itakuwa moja, tutafurahi kuona mtu anatoka hapa na viza yake ataenda Butembo pasipo kulipa ah. Zaidi ya ile ni kusema, si unajua ya kwamba yeye ni mfuasi wa Laurendi, Laurent Desire Kabila ambaye kwanza aliweza kumaliza udikteta wa miaka thelathini na mbili na hivi mwenyewe akaweza kuweka udemokrasia. Sababu wapande wa shuke wale, uh, walio watu wa bwana Chisekedi wanajua ya kwamba Chisekedi amefika hapa si kwa risasi. Aligaragara miaka makumi tatu na saba katika barabara na kuchoma magurudumu, hakupata utawala, lakini ni Joseph Kabila kwa namna ya udemokrasia alimupatia. Hata alipofika akafanya jeuri ya kuleta udikteta, yule anajua kunyamazisha udikteta. Amefika bado, tunafikiri ya kwamba udikteta bado umekoma, si unaona? Joseph Kabila amefika, kuna njia wale mapadiri na mapasta wa inji wote wakiungana walijaribu kuleta wakongomani wazungumuze hata kama uongozi wa Kinchasa haukupenda hivyo, lakini Kabila nakuja kuwasukuma mapadhi walete we, yale mazungumzo, na katika mazungumzo ni kusema kila mkongomani atakuwepo. So unaona ya kwamba leo mazungumzo yanayofanya rais wa nji yanafanyika yeye na watu wa M23 marafiki zake aliyowaalika Kinchasa, marafiki wake aliyowaalika Kinchasa, uh, miaka miezi kumi na nne. Bado walikuwa Kinchasa kwa mwaliko wake lakini leo wa, wa, wanakwenda kuzungumza Doha, wanazungumza Marekani, si wakongomani wanakwenda kule. Ni yale mazungumzo mye, ya miezi kumi na mine yanaendelea huko, lakini pamoja na hii kujayo kwa, kwa Kabila na mapadri, tutaweza kuzungumza wakongomani hapana bwana Chisekedi na Kagame? Haitakuwa hivi, ni Chisekedi na wakongomani na mambo ya kikongomani yatatengenezwa na kikongomani. Nikukumbushe ya kwamba ni wakumbushe wasikilizaji ya kwamba Lumumba katika kuishi kwake alisema Historia ya Kongo itaandikwa katika Kongo, si Doha si, si Washington, lakini itaandikwa hapa katika Kongo. Ni hii tunafikiri inataka kufanyika sasa, ndio historia inaandikwa, sababu ameanjia Goma, hakuwaita watu wamefuate Af safu Afrika, hakuwaita watu wamefuate Tanzania, lakini amewakutana hapa Goma, kusudi sisi Wakongomani wa Goma na walio wa Kinchasa tuzungumze pamoja na tulete suluhisho kwa mambo yetu ya Kikongomani. Nakushukuru.